Mwaka elfu mbili na kumi na nne kikundi cha vijana nchini Nigeria kiligundua jengo fulani la store lililoonekana kutelekezwa katikati ya msitu mnene. Store hiyo kubwa ilizungukwa na fensi za waya na miba, hawakujua kwamba ndani na jengo hilo kulikuwa na jambo la kutisha sana. Stori ya leo tutazungumzia mambo hayo ya kutisha, yasiyofaa ya kufanywa na binadamu, mambo hayo yaliyokuta akitendeka ndani ya jengo hilo na kama ni mara yako ya kwanza kutazama channel yetu basi, ni kuombe sana please subscribe katika channel hii, ili usipitwe na stories zetu nyingine za kusisimua. Na kama hutojali sana basi, please naomba like yako, ili niongeze umri wangu wa kuishi. Sasa tuanze story ya leo. Katika jiji kubwa la Ibadan nchini Nigeria kuna zaidi ya watu milioni 3.5, waendesha bodaboda katika jiji hili wanajulikana kama Okadas. Wengi wao ni vijana wadogo na wanaishi kama familia moja kwa upendo sana. Sasa mapema mwaka 2014 waendesha bodaboda wawili walipotea ghafla katika mazingira ya kutatanisha sana. Polisi hawakufanya jitihada zozote za maana kuwatafuta vijana hawa, hivyo jamii ya waendesha bodaboda iliamua kuwatafuta vijana hawa wenyewe. Walianza kutafuta mitaani, vichochoroni na maeneo ya mbali, lakini mwisho wa siku hawakufanikiwa kuwapata wenzao. Sasa tarehe 22 mwaka huu huu, kijana mwingine alitoa naye alipotea tofauti na wale wengine wawili wa mwanzo, Lare alipotea akiwa bado yuko kazini siku hiyo. Wenzake walimwona akiondoka kwenye eneo la kusubiria abiria huku akiwa mbeba abiria wawili. Sasa, kama tunavyojua, safari za bodaboda huwa ni fupi, kwa hiyo walishangaa sana kuona masaa yakipita bila Lare kurudi. Walipojaribu kumpigia simu, simu yake haikupatikana. Jambo hili halikuwa la kawaida kwa dereva bodaboda kwa maana bodaboda, simu ndio ofisi yenyewe. So kutopatikana kwa simu ya Lare kuliwashtua kidogo na kuwatia hofu. Baadaye kidogo, Lare aliwapigia simu kwa simu yake ya pili. Alikuwa analia na kupiga kelele sana, akisema yeye na watu wengine wanane walitekwa nyara na wamewekwa kwenye chumba fulani kilicho chini ya ardhi. Aliwaeleza kuwa watekaji walichukua mali zao zote, lakini hawakuiona simu yake hii ndogo aliyotumia kuwapigia Wakiwa wameshtuka na habari hii, marafiki zake walimwomba awaeleze alipo ili waje kumwokoa Lare. Kwa kutumia uzoefu wake na kuendesha bodaboda, aliwaelekeza njia ya kuelekea msitu wa Soka, eneo lenye misitu minene nje huko ya jiji hili. Aliwaambia kwamba ifuateni njia ya miguu ya vumbi, na mkifika huko porini, basi mtasikia sauti zetu zikilia kutoka chini ya ardhi. Wakati walipokuwa wanajiandaa kwenda kumwokoa, simu ya Larry ilikatika ghafla na ikawa haipatikani tena. Takriban waendesha bodaboda 40 walipanda pikipiki zao na kuelekea msituni. Walipofika waliona magari mawili yaliyochomwa kwa moto karibu na njia aliyoelezea Larry. Walipaki pikipiki zao na kuanza kutembea kwa miguu, kwa kuwa njia ilikuwa nyembamba na yenye miti mingi sana. Walitembea kimya kimya, huku wakisikiliza sauti za watu lakini ghafla mtu mmoja alitokea mbele yao na alitokea mbele yao na kuanza kuwapiga risasi. Wote walikimbia kurudi barabarani kwa hofu. Baada ya bodaboda hawa wa kurudi mjini, walikubaliana kuwa hawawezi kumwacha rafiki yao huko polini, hivyo walikusanya waendesha bodaboda wengine zaidi kutoka maeneo mengine mengi, na jumla yao walikuwa vijana kama mia moja hivi, wote wakiwa na silaha ndogo kama vile mapanga, marungu na bunduki za kienyeji Waliamua kurudi msituni kwa kishindo na makelele, wakiwa tayari kwa mapambano yoyote yale yatakayojitokeza. Baada ya kutembea muda mrefu, walifika kwenye eneo lililoko wazi. Eneo hili lilikuwa ni karibu na, na mto mdogo na kulikuwa na daraja la mawe lililochakaa sana. Kwenye upande wa pili wa daraja kulikuwa na nyumba ndogo nyeusi na stoo kubwa iliyozungukwa na uzio wa waya na miba. Walivuka daraja hilo na kuiona pikipiki ya Rale iliyokuwa imefichwa chini ya daraja. Wakaamini kwamba kama tumeona pikipiki hii, basi rafiki yetu lazima yuko mahali hapa. Kwanza walianza kufungua kijumba kidogo kilichokuwa maeneo hayo. Ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na nguo na viatu vya watu wengi sana, lakini ndani ya nyumba hii ndogo kulikuwa hakuna mtu yoyote yule. Kisha kaamua kukata uzio wa gala kubwa na kuingia ndani. Ndani ya gala hili kubwa kulikuwa na kimya sana na harufu mbaya sana ambayo hawakuwahi kusikia toka wazaliwe. Harufu hii ilisambaa maeneo hayo yote Walipochunguza zaidi waliona sehemu ya nyuma ya gala, mlango wa chumba ulikuwa umeegeshwa, na walipofungua walichokiona humo ndani kilikuwa kitu cha kutisha kupita maelezo. Walipoingia ndani ya lile gala kubwa, waendesha bodaboda hawa waliganda kwa hofu kuu ya kilichokuwa mbele yao. Walichokiona kilionekana kama ndoto mbaya sana, lakini kilikuwa ni uhalisia mbele ya macho yao. Katikati ya gara hili kulikuwa na meza ya simenti yaani, meza kubwa kama meza hivi, yaani ya mawe hivi yenye madodoa mekundu yaliyokauka kama damu. Pembeni mwa meza hiyo kulikuwa na bakuli la mbao lililowekwa chini ili kukusanya kitu kinachotiririka kutoka juu ya meza hiyo. Ndani ya jumba hilo sakafu yote ilikuwa imejaa mifupa ya binadamu, baadhi ikiwa bado na nyama za watu, na ukutani mwa nyumba hiyo kulikuwa na watu waliokuwa wanaonekana kuchoka sana, wembamba na dhaifu sana walikuwa wamefungwa kwa minyororo wakining'inia kama popo. Watu hawa walionekana kama hawana tena nguvu hata za kuongea, macho yao yalikuwa yamefifia na kuonyesha kukata tamaa. Vijana hawa wote waliogopa mno, wengine walishindwa hata kusimama, wengine walitetemeka. Harufu mbaya ya kuoza ilijaa hewani maeneo haya. Baada ya muda, uchunguzi uliofanywa na wakazi wa karibu ulionyesha kuwa kwa zaidi ya miaka kumi kila jioni kulikuwa na gari jeupe la kifahari lenye vioo vyeusi lililokuwa likiingia msituni na kuelekea eneo hilo. Gari hilo lilifika takriban saa nane usiku na kuondoka saa tisa na nusu usiku. Wakazi wa eneo hilo walikuwa wanasema kila gari hilo lilipokuja, walikuwa wakisikia sauti za watu wakilia kutoka msituni humo, lakini walipotoa taarifa polisi, polisi hawakuwahi kuchukua hatua zozote zile za kiuchunguzi, walipuzia malalamiko yao. Baadaye ilikuja kugundulika kuwa gala hilo lilikuwa ni kiwanda cha siri cha kuuza viungo vya binadamu. Watu waliotekwa kama wale walikuwa wakihifadhiwa humo, huku wakitolewa viungo vyao wakiwa bado wako hai. Wanaume waliokuwa wakija na lile gari jeupe usiku walikuwa wakipokea oda kutoka kwa watu waliokuwa wanataka viungo vya binadamu kwa ajili ya kazi zao au imani zao za kishirikina, kama vile kupata utajiri, bahati, nguvu za kichawi au kupendwa na watu. So mchana wanaume hawa walikuwa wakikusanya oda kutoka kwa maagent wao. Mfano, mteja anahitaji ulimi wa mtu, anahitaji unyama wa mwanamke, au anahitaji mapafu ya mtu. Usiku ulipofika, walikuja katika jumba hili na kuchagua watu kutoka kwa wale waliotekwa, kisha mbele ya wale wengine waliwachinja na kukata sehemu za mwili walizozihitaji wateja wao. Inasemekana kwamba wateja wao wengi walikuwa ni watu maarufu, wanasiasa na matajiri huko nchini Nigeria. Watu hawa baada ya kuchinjwa, damu zao zilitiririka kwenye meza hadi kwenye ile bakuli la mbao lilokuwa pale chini. Baada ya kukamilisha kutoa viungo kwa siku hiyo, watu waliokuwa wamebaki hai walirudishwa tena ukutani na kufungwa na minyororo. Na waliokufa walibebwa hadi chumba cha nyuma ya jengo hili. Ndani ya chumba ya chumba cha nyuma ya jengo hili walikuta mashine ya kukatia vichwa vya watu pamoja na mamba mmoja mkubwa sana aliyekuwa amefungwa kwa, kwa minyororo. Bodaboda hawa walijitahidi kujuka katika hali ya kawaida baada ya kuona mambo haya ya kutisha. Walianza kuvunja mnyororo ya watu waliokuwa bado hai na walifanikiwa kuokoa watu wapatao 23. Watu wote hawa wakiwa dhaifu sana, wachafu na wakiwa na majeraha makubwa sana katika miili yao, lakini katika watu wote hawa hawakumuona rafiki yao Lari, yule aliyewapigia simu ya kutekwa na kuelekeza maeneo haya. Bodaboda -boda hawa walichimba maeneo ya karibu wakitafuta njia ya chini ya ardhi aliyokuwa amezungumzia Lare kwenye simu, lakini hawakuipata. Mamlaka au polisi walipokuja baada ya kusikia taarifa hizi, badala ya kuchunguza zaidi eneo hili, waliamua kubomoa nyumba hii na wakati eneo lote hilo bila kufuatilia chochote kile. Waendesha bodaboda hawa walikasirika sana, hivyo wakaamua kurudi wenyewe na kujikusanya kuanza kufanya uchunguzi katika eneo hili Walichimba chini ya ardhi kwa mikono yao ili kumtafuta rafiki yao, lakini hawakuwahi kumpata rafiki yao Lale wala wale watu wengine wanane waliowataja. Mpaka leo hakuna anayejua nini hasa kilimpata Lale Sidiku katika eneo hili. Inaaminika kwamba huenda yeye na wenzake waliuawa kama wale wengine wengi. Idadi halisi waliopoteza maisha kwenye jengo hilo haijulikani, lakini kutokana na mamia ya nguo na viatu vilivyopatikana katika nyumba ile ndogo inasadikiwa kuwa walikuwa ni zaidi ya watu mamia waliouliwa katika jengo hili. Hakuna mtu aliyewahi kushtakiwa rasmi kwa tukio hilo la kikatili, yani polisi hawakuwahi kumshtaki mtu yoyote aliyehusika na shughuli hii ya kuuza viungo vya binadamu. Lakini siku chache baada ya jumba hili la mauaji kugunduliwa, waendesha bodaboda walimkamata mwanaume mmoja aliyekuwa akizungukazunguka eneo hilo na baada ya kumhojihoji na kumkagua walimkuta akiwa na ndimi za binadamu ufukoni na kadi nyingi sana za simu. Waliamini jamaa huyu alikuwa sehemu ya mtandao huo, hivyo akampa kipigo na kumuua hapo hapo. Shuhuda mmoja kati ya wale wengi waliopona katika eneo hili ni mwanamke aliyekuwa msomi kutoka jiji la Ibadan. Alieleza jinsi alivyotekwa. Alisema kuwa siku ya tukio alikuwa amekaa nje ya nyumba yake mchana. Ghafla, gari lenye tinted na wanaume waliovaa kama maafisa wa serikali wakamwambia kuwa anashikiliwa na polisi kwa mahojiano. Alikubali kupanda ndani ya gari hilo kwa hofu na heshima, lakini dakika chache baada ya kupanda ndani ya gari hilo aligundua kwamba wale watu hawakuwa polisi. Alitekwa na kupelekwa msituni ambapo alilazimishwa kuvua nguo zake zote pamoja na watu wengine waliotekwa. Nguo na viatu vyao viliwekwa ndani ya jengo hilo dogo jeusi, ambalo baadaye ilikuja kujulikana kwamba walikuwa wanaitumia kutunzia nguo za watu. Baada ya hapo walipelekwa kwenye gala kubwa la kuchinjia na kutolea viungo vya binadamu, na wengi wao walioingia ndani ya jengo hili hawakutoka huko wakiwa hai tena. Hadi leo msitu wa Soka unakumbukwa kama moja ya matukio mabaya zaidi katika historia ya Nigeria. Ni kisa cha kweli kinachoonyesha ubaya wa imani potofu, uchoyo, uroho wa madaraka na roho mbaya za wanadamu. Kama umependa stori hii basi, usiache kunipa like na kusubscribe katika channel hii ili usikose stori zetu tunazoziweka kila siku. Until next time, one love.